Na ndo maana upokei ubadiliki mwege huku, umefika mahali umekuwa kama tuli, umefika mahali kama Sadukayo, Farisayo, kuingizi cha rohoni, maana umekaa kama gumegume. Tikisa jirani yako mwambie, Mungu akuongezea akili kidogo. Mtu mmoja sema, mtu mmoja sema amen. Kuna watu pasi hawana mzigo ndani yao, na hawa wanapatikana Jumapili mpaka Jumapili, ni wa Jumapili mpaka Jumapili. Nisikilize watu wa Mungu. Mungu sio wa Jumapili na Mungu hana wikendi. Mungu sio wa mapumziko. Mungu ni wa majira yote. Mungu ni wa wakati wote. Mungu anapatikana muda wote. Na wagiaza watu juzi, nikana nabii Morogoro, nikawaambia watu wanajiuliza Mtu mmoja aseme amen. Yaani nisamee ndio injili yangu. Amen. Naomba sasa. Ile injili inji. Na mimi ndio mzigo niliyopenda. Mungu alinipa injili ya matengenezo. Alinipa injili kusema ninaona watu 20 hapo mnaenda kufutua madeni. Kama una akili ya kukopa kopa unafutueje madeni. Mungu anaenda kukulipia madeni. Mungu ulikopa mwenyewe kalipe mwenyewe. Mungu sio rofa. Tuko rokole tuambiage ukweli tuache tukuadanganya una madeni unaambia tuna semina ambayo ni ya kwenda kulipiwa madeni we yeah. vikoba ulienda mwenyewe yeah. ndio unataka Mungu akakulipia madeni nani ambaye kukutana na Mungu amevaa suruali au sketi hapa anaenda kulipia mtu sako ndio <tiple> moja sana amen amen yeah. basi tunaona wale jamaa wale walipewa mtaji na kabaila Biblia inasema kabaila mmoja akaita watumwa wake kumi akawapa mafungu ya fedha akawapa fungu moja moja na Biblia inasema aliwapa watumwa wote kumi. Lakini Biblia inaongea kwa habari ya watatu. Hawa saba haisemi walienda wapo. Ila inasema hawa watatu walipoenda na kabaila, alipowaacha aliporudi akawaita hawa watatu. Na akasema nataka kuona faida mliyozalisha. Ah. Wana pia watu pastor. Tukifika mbinguni. Yaani hapa ndio wanampendeaga Yesu. Cha kwanza hata kakangu alikuwa